Zoezi la uchukuaji fomu kwa wanachama wanaoomba kuteuliwa kugombea nafasi za uwakilishi kupitia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, zoezi limeenda vizuri na kwa siku tano tumewapokea wanachama mia moja na tisini na tisa ambao walikuwa tayari na wako tayari kutumwa na chama kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi katika uwakilishi wa nafasi za ubunge kwa majimbo haya kumi na moja ya mkoa wa Morogoro. Na zoezi hili limefanyika kwa mafanikio makubwa, ambapo kweli wanachama wa Chama cha Mapinduzi wametimiza haki yao na wajibu wao wa kuomba ridhaa ya kupeperusha bendera ya chama cha duzi kupitia majimbo haya 11 ya mkoa wa Morogoro. Na hadi sasa wanachama wote 199 wamefanikiwa kurejesha fomu kama walivyokuwa wamekusudia. Mchanganuo wa wanachama hao 199 katika majimbo 11 ya mkoa wa Morogoro ni kama ifuatavyo: jimbo la Gairo wamejitokeza wanachama saba kuomba ridhaa ya kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi kwa jimbo hilo la Gairo. Jimbo la Mvomero wamejitokeza wanachama thelathini na tisa. Jimbo la Kilosa wamejitokeza wanachama kumi na nane. Jimbo la Kilombero wamejitokeza wanachama ishirini. Jimbo la Mlimba wanachama kumi na saba. Jimbo la Morogoro mjini hapa tulipo wanachama 17. Jimbo la Morogoro Mashariki wanachama 10. Jimbo la Morogoro Kusini Mashariki wanachama 19. Jimbo la Morogoro Kusini wanachama 25 na hivyo kupelekea jumla ya wanachama mia moja tisini na tisa kwa mkoa wa Morogoro wameonyesha utayari wa kuomba chama kiwatume kukiwakilisha katika kugombania ubunge katika majimbo haya kumi na moja ya mkoa lenyewe kabisa. niito umiaa changamoto nimeziona na zinasema baadhi ya changamoto, kwa sababu mimi nafikiri najiona ninatosha zaidi, kwa sababu kwanza nitakuwa mbunge wa tofauti eh, ukikompea na wengine, sio wote, lakini wengine ambao yani baadhi yao utakuta mtu kifano hospitalini kuna tatizo la mashuka au kuna tatizo la wanawake vitanda wajawazito kulia au kuna issue yoyote labda mtaani au shuleni labda madawati au vipi, lakini utakuta kuna baadhi ya wengine eh. So wote utakuta mtu anasubiri mpaka fungu au budget isomwe bungeni ilete serikalini, si pesa zitoke serikalini ndio akasimamia ule mradi au akawekeze pale. Lakini kwa mimi ni as kama msanii, kwa sababu is already na fans, is already umefanya makampuni tofauti tofauti ambassadors na watu wengine ambao wana uwezo mkubwa yes, kiasi kwamba mimi nitakuwa tofauti. Mi nitaandika na kwa sababu na uwezo kuandika proposal, nitaandika proposal kama mimi nitapambana, kama mimi kutafuta pesa before hata government au serikali kutoa budget yao yeah. au kusubiri mpaka budget isome kwamba naweza nika sort out matatizo mado madogo madogo. Kwa hiyo changamoto kwa wanawake naona sana sana e, ni ukosefu wa ajira, ukosefu wa m, mitaji kwa sababu Uh, wanawake wengi wanatamani kuwa wajasiriamali lakini pia mitaji hiyo pia ni shida, lakini pia vile vile changamoto nayoona kwamba wanawake wengi wanakosa ujasiri, kosa ujasiri katika kujiamini katika wao, lakini pia wanadhulumiwa sana katika haki zao, kutetea haki za wanawake na watoto. So, watutakuta mwanamke ana haki kabisa na ilikuwa mume wake labda amefariki, lakini utakuta familia nata au mmeachana, lakini utakuta kuna haki zako ambapo unatakiwa kupata kama mwanamke unakosa mwana mwana mwana. So, nitasimama imara katika hilo utetea haki ya mwanamke mwana mwana. So, nitasimama imara katika hili kuendeleza au kupata kupatisha maendeleo wanawake, lakini pia nitasimama katika hili kuwawezesha wanawake mitaji na kwa elimu ambazo elimu jamii aaor jengea ujasiri hata kusimama, pia katika kugombea uongozi kwamba nafasi yoyote mwanamke anaweza kuongoza. kwa Ma majina anaitwa Kudensiana Dionisi Ninishi, ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM mkoa wa Morogoro, lakini pia kwa Lakin upande wa taasisi ni katibu wa wanawake na samia taasisi taasisi ya wanawake na samia mkoa wa Morogoro, kuchukua fomu ya kugombea ubunge viti maalum kupitia yuda viti mkoa wa Morogoro sukuma hasa kugombea nafasi hii ni kutokana na ile nia yangu ya dhati kabisa ya moyo wangu kuwatumikia wanamorogoro. Mimi nimekuwa i ni mwanamke ambaye niko mstari wa mbele katika kwa kuwahamasisha wanawake kwanza, kujitokeza katika nafasi mbalimbali za kugombea kugombea nafasi mbalimbali ndani ya serikali lakini pia nimejihusisha nime, na wanawake nimehamasisha wanawake wengi kupata fursa mbalimbali ndani ya mkoa huu, na nimejuzi tu nimepeleka kupitia beta na wanawake na Samia, tumeweza kupeleka wanawake mia tano kupata fursa za ufundi stadi bure bila kuchangia kitu chochote bila kujali umri wala rika na wanawake wenyewe ni mashahidi, lakini pia kule Kulanga na Dakawa tumefanya hivyo hivyo na wanaelekea kumaliza kozi hizo. kwa ni mtu ambaye anajihusisha sana na jamii, lakini nafanya shughuli nyingi sana ndani ya jamii. Kwa hiyo pia nachukua fursa hii kuhamasisha wa wanawake wenzangu, vijana kujitokeza. Tunajua aliyepo juu ni jemedari Dr. Samia Suluhu Hassan ametuonyesha njia, basi na sisi wanawake tusirudi nyuma, tujitoe na tuchukue fomu, tusiogope, naweza.